Nii, wewe twende, nimekuambia twende. Tuongelee pembeni pale baba yupo. Wewe twende. Nini sasa? Mbona niachia mkono haraka, paka faza asikie huko. Sifa mdogo wangu, nimekuita hapa na jambo. Unamkumbuka yule bwana kati unakuja alikwambia sijui nataka kuvalisha pete, unamkumbuka? Ehe, namkumbuka. Mko na mpya gani? <tibberish> Tulia hapo hapo kuonyeshe vitu. Kuonyeshe <tibberish> vitu. Sasa mpata. Chukua basi. Nza nini mimi? Wachukua sasa mimi hizi pesa nausika nazo, nazo vipi? Naomba nisikilize mimi, mdogo wangu, hebu chukua hizi hela, hebu chukua sasa, mpa hizo mm, za kwako kakupa wale kaka wale kenge. Kwa hiyo dada, unaniuza, si ndio? Tifa mdogo wangu, unaniuza? Nakuuliza, yaani nimeacha shughuli zangu, nimekuja kukusikilizia wewe, unaumwa, mwisho wa siku unaniuza, si ndio? Hebu shika Mim... e kwanza hizi pesa Tifa. Sikiliza, naomba unisikilize Nakuheshimu, naomba unilipe heshima yangu. Kila mmoja abaki na principles zake, sijui unanielewa. Mimi sijiuzi, haijaandikwa tu mdogo amheshimu mkubwa, hata mkubwa naye anabidi amheshimu mdogo. Sikiliza, naomba niheshimu na heshima yangu na mambo yangu ya kufanya, sio nimetoka kule kuja huku sina ishu ya kufanya hivyo. Basi kana huyo mjinga mzio, ongea naye vizuri, mimi sio mwanamke wa hivyo. Njio mdogo wangu, wala kifo takufa maskini wewe. He, muache, tajua mwenyewe. Atakufa maskini kweli, atekeza mausomi wake. Kama kama michongo watu wanatoka hivi. Eh? Ah! Ah, so mchezo mwanangu, mwanangu haya mazingira? Hata si ndio ndio hivyo mchongo ashashtukia dili. Wanasema kuna mtu mmoja tu tukaliazisha ile, wewe. Wewe yule, kitu kimepita wazi

hapo mwanangu, aaa Hani mkimbia hapa tarehe naona mapigo yale. Sasa mwanangu unaona kama umerahisisha mchongo mwanangu kafala nini vidamdamu. Ah, oh, fumbo za so, mchongo juu unaona saa hizi ujue. Hata kama tumenusulika. Sasa unafikiri vipi ujue kafala ndogo ndogo kama hizi ndio zinaua kafala kubwa. <laughs> Eh hey, mwanangu unafikiri tungetoka hapa. <sighs> Eh, halafu huwezi kuamini ujue mwanangu ujue mazingira ndio nakuja kuona saa hizi. Sema fresh tu mchubuko ujue. Igwa baridi mimi siwezi kukupa pole pole atakupa shemeji. Hapa naenda kutia spirit au chumvi tu chap kiundi linakaa. Umiza. Ah, hii kofia yenyewe naona inanichanganya hii mwanangu hii saa hizi ishatoa wengi hapa. Ah. Ila mali nimeziona kabisa pale jioni pale night turudi. Pale naiti tunaingia pale mwanangu, pae tukiingia tunatoka na mali fresh pale mwanangu, mwanan wangu fo nipatwa ule. Eh, mwanangu, yani wapo sio kuletea ya mapepe, yani sio kuleta ya mapepe kabisa, ni fresh, yani kiaunda. Angu, na wazo jipya. Huo una wazo gani wakati sasa hivi nimetoka kwenu? Hey, sikiza nikwambie, na wazo ni zuri, limenyoka hivi, ili new idea. Hivi unaombea gani wakati nimetoka kwenu huko huko. Hey, mipango mipya nayo kwa ajili yako, yaani unijue wewe. Mimi najua nakukubali, urugu wangu nakupenda mi kutoka moyoni, toka nitoke mina, hey, dam, dam. mi na wewe damdam. mi hapa nishachanganyikiwa naenda zangu kwa, hata sielewi mimi naenda wapi kwa hiyo unavyokuja kunipiga na wewe unakuja kunistua, si unanita? Atakaye, atakaye, mimi sitaki, naomba muniache. Mimi nishalizika na maisha, naomba uniache ipti. hey. Nimekuja kwani, kwa umenifukuza leo tena. Damu damu, wewe damu, mimi na wewe, wapi na wapi? Basi kama hivyo vikuja, mimi wako ningekutaja kama mbo pale, kama mimi kuli sikupendi. Si unganitaja, uliogopea nini? Kwa nini mimi ndo nini ukinitaja, kwa nini mimi ndo naogopa? Basi kama ndo hivyo, unaenda kiburi mwenyewe, basi mimi naondoka. Basi sikwambii, nitakuitia na mimi ndo naondoka Hibti. Nini? Nini? Basi niambie, niambie shida tu, zimekujaa na ukiburi we ndo wale wanatoa maskini jeuli. Tukakae pale nikwambie, ni sasa shogangu kuigiza? Najua mimi mi nakuigiza wapi na wapi Eh, shoga yangu, natakiwa ujue kuigiza mambo mazuri, kuigiza mambo lele lele, mama, si unaelewa? Natakiwa ujifunze kuigiza, shoga yangu. Mimi naamini wewe unaweza, mbona unaweza unavyoonekana tu, jamani, kuwa anakuwa shoga yangu, uigize wewe. Sasa niigize nini wakati mimi sio msanii? Eh, hilo swala nataka natakiwa, kwa hilo swala ambalo natakiwa kukwambia, natakiwa uwe msanii nataka wasio msanii wa uhakika uwe msanii fulani hivi, msanii tiatia maji sinaelewa, yani msanii wa kwediti wediti yani hivyo yani e? <laughs> mfano kwa mfano yani kwa mfano, mimi mwanaume mtongoze. <laughs> <laughs> <laughs> afu wewe <laughs> mi nakusubiliwa hujo mtongoze Asante ndugu yangu, mm. Enekea chakula kingi mm. Wewe chakula kingi tena, tena umalize, maana mi sina kuwekea tu chakula kidogo, sio mlaji vipi, lakini safi. Mama yupo mm? Yupo ndani kalala, au tunaweza tukasogea pembeni kama, uh, musumi mkubwa. Hapana, kama kalala hamna shida, tunaweza tukazungumza tu Unajua nini li. Sweet. Adiocu, nifambe, Ule, si unajua kuhusu mdogo wangu nikwambia, kuhusu yule mpenzi wake, Ule shemeji yangu yule, sikumbuki vizuri yaani sikumbuki kabisa. Sasa iko hivi, yule mdogo wangu mama alipata mpenzi wake, sawa? Yule mkaka ana pesa ana kila kitu, ndugu yangu, lakini mdogo wangu ampendi kama nini. Na yule yule shemeji yangu yule anataka amwoe, lakini mamu hataki, umeona. Kamsomesha kuanzia form 4, form 6 mpaka chuo, mpaka sasa hivi anafanya kazi, si unajua tena, anafanya kazi hospitalini, aliyemsomesha shemeji yangu. Na kila siku shemeji anakuja ananiambia kuhusu mamu, kuhusu mama. Kwa nini sasa? Yaani hata mimi sielewi, ndugu yangu, yaani sielewi kwa nini mdogo wangu anafanya hivi mm. Au watakuwa na sababu zao wenyewe wazijua. Ah, mm. sijui ndugu yangu, ndio maana nimekuja hapa tuzungumze. Kwa hiyo ulitaka, ulitaka yani kusemaje? Hmm. Ha, hapo sasa kwenye kutaka, mimi ninachotaka. Wewe unataka nini? iye nafasi ya mdogo wangu mama, uikave wewe. Shida yangu asa, mimi naanzaje? wakati wewe mwanamke mwenzangu, unakutongozaje kwa mfano? Sawa, kama vile imekuwa gumu, naona aya, ili linajua kabisa kwa ninavyokujua, ili au tulishindwa kwa mfano. Mimi mwanao tunaigiza hapo sasa. Mimi mwanao nimepata kibendi, afu nasoma, nimepata ni mimba

<laughs> Utakaona mimba ah, hey. Waje nielewa, tuna taratibu hey. Mimi ndio mwanafunzi sasa, afu mwanao tunamshimesha magumu. Mimi ndio kueta nyumbani mimba shelewa, ndio hapa sasa, tupo nyumbani, ndio nishakwambia, twende nichambe. Mimi nitaweza kweli, nakwambia mimi, bila hivyo sikusaidia. Atakaye haya, nipe action. Hah. Uh -huh. Stand by. Serious, action. Eh hey, nipe kidogo mwana. <laughs> Ujua atakao unazingua. Hamna. <laughs> Um, yaani hivyo kuna watu na vipaji vyao ujue. Mara mwisho. Ye. Kaa yeye nakwambia nakwambiaje? Kumpa kwa nini umeleta mimba nyumbani hey. Siri? Yaani hiyo serious. Eh hey, eh. Kaa hapa sasa kwangu. Ujue kuigiza ina wenyewe. <laughs> Nipe yo action. Aya. Stand by. mm -hmm. <laughs> Serious. Action. Unacheka? <laughs> Rudia tena. Hivi Ipti, unaakili kweli? Mimi ni mama yako, ali nawe ishi tunaishi nyumbani wa mwenyewe, unajua leo Ipti unaniletea ujauzito hapa nyumbani kweli, Ipti biashara nazozifanya hizo ndogo ndogo tupate kula na, na, na kusomesha. We mwanangu leo hii unaniletea ujauzito Ipti, Ipti, kweli! Nauza michicha, nauza vitumbua, nauza kila biashara isozika kwa ajili yako kweli. Naongea nawe unaniangalia, si ndio? hey, hey, hey. basi, basi. <laughs> kumtia kidole na jicho na mguu. Piga makofi kwa msanii wangu <laughs> <laughs> <laughs> Umeweza udugu wangu hapo. Sasa tuje kwenye mstari ulonyoka, yaani hapo kume anangu kupeleka kwa JB unaweza? Wewe umechanganyikiwa au mimi labda ndo sijaelewa? Ujaelewa pointi yangu kwamba mimi nataka utoke kimahusiano na, na shemeji yangu Leti, wewe, wewe Leti, nakuita tena wewe. Ndo hivyo yes, anachezea bahati. Kama anachezea bahati mchukue hivi. Leti Mamu, si ndo mdogo wako? Ni mdogo wangu ndio, asikii. Kila siku shemeji anakuja ananilamkia mimi Sweet, na kila siku nimeongea na mdogo wangu anisikii hata kidogo, kwa hiyo ndo maana nimekuja kwako ili tuzungumze kama vipi mchukue shemeji hasa mtu ana pesa zake, ana kila kitu, utashindwa kumchukua? hata nao utakuwa mjenga ndugu yangu, yani huo ah. eh. ni yani, ukatili kwanza. Mi mamu, mi mwenyewe ni mdogo wangu, haya tunawezaje kumfanyia unyama kiasi hiki? Nawezaje kutembea na mtu wake? Nawezaje? ah mm -mm. Sweet, yule mama mdogo wangu amtaki na kama amtaka, siko tayari mi kumpoteza shemeji yangu. Inabidi wewe mwenyewe umchukue shemeji. Sikiliza rafiki yangu, nikwambie. Mi naomba hivi, kaa chini na mamu, ongea naye vizuri. Uenda labda kuna vitu havijakaa sawa kati yao. Ongea naye vizuri, anaweza kakaa sawa. Shoga yangu, mi nishaongea naye mara kibao tu, lakini mamu mi anisikilizi. Nikimwambia kuhusu shemeji ndio hivyo tena. Si unajua jinsi mdogo wangu alivyokuwa na kiburi? Yule ana kiburi balaa. Anisikii wala nini? Wewe ongea naye. Na kama asipokuelewa, mimi mwenyewe nitaongea na mama. Ila lifikirie hilo ambayo nimekwambia, liweke tu akilini ndugu yangu. Mimi nakwambia kama rafiki yangu, usipoteze hiyo bahati kama mdogo wangu mimi mama anachezea. Wewe kama hiyo nafasi. Japo mimi nitaenda kuongea naye basi wanaenda kaongelea futa nipa jibu kweli. <laughs> nani ngopo na uzuni uzuni hata ulipopendea. Yaani inaona kama maisha yangu yapo, hata shoga yangu hapa kubwa kuliko yote tisa tulikuwa nafanya kumi. Sasa unatakiwa uende kwa baba yako hey. Kwa baba yako. <laughs> Babako, baba yako pia nini ukamuigizie Umlalamikie baba, mimi umeniozesha mwanaume ambaye eleweki, mwanaume mchawi, mwanaume naniloga, mwanaume ajitambui, mwanaume mvuta bangi. Yani unatunga maneno kibao, alafu mda huu unakuwa serious kwa serious kama hivyo, yani unakuwa ni kama ndo, yani kama kweli, yani mi nakwambia utakuja kunishukuru, alafu baadaye rudi kwangu, ntakwambia kwa sababu gani nimekutuma hivyo. Hivi unamjua babangu vizuri vizuri eh. Wewe ipti unaniongezea matatizo mengine ninayaona yale yaani, anakuja kidogo kidogo, ili iti sijalimaliza, nimechukua vitu vyote mle ndani hapa ninavyokuambia. Mume wangu hata mle ndani bado hajaingia kupaona, leo unanizushia jambo lingine, nimwambie mume wangu mchawi kanilogarini mimi? Sicho kwambia, tunaigiza. Yule mzee yule Mimi nakwambia ushindwe. Na hapa tusichelewe. Shika mzigo. Mimi nakwambia utakuja kunikumbuka wewe wewe. <laughs> Nenda alafu urudi. Ngoja ngajaribu, lakini yule baba ninavomjua. Basta mwenye naenda zangu hivi nyumbani, maana nilikuwa nimekukimbilia, ndo wazo wangu ndo nimekuja ndo hilo. Ngasema, hapa sio kweli, usimwache afike kokote bila kumwambia ile swala. Mimi ujane zangu, nirudi zangu nyumbani ndugu yako. Ila iti mtihani mzito ulionipa. Eh. Nishakwambia tunaigiza.